Nini tena hiki bwana? Wewe nini unafanya nini hapa wewe bwana? Nani wewe bwana? Mbona unaingia usiku usiku kwa watu bila kugonga odi? Kugonga milango eh? Naweza ngakuitia mwizi bwana. Wewe vipi? Mbona unavaa kama hivyo bwana? Uoni kama au sana eh? Ulikwona unataka nini wewe? Mbona unakuja bila hata taarifa? Umetulia zako tu hapo tuli. Unataka kitu gani bwana wewe? Tufahamishane basi. Mimi ona naitafa Father Christmas. Ah. Nimekuja kwako kwa hapa na kujiaga kwa ajili ya watoto wako. Watoto wako wananikubali kweli. Kwa hiyo nime... Nimekuja hapa sijui nimewakuta au waga na vaa hivi, na ingia kila nyumba kwa ajili ya Christmas kuwatakia heri ya Christmas na ndio maana umeona hata mtu umeweka hapo kwa sababu ya hiyo hiyo, wewe mwenyewe si unajua kama hiki ni kipindi chetu cha Christmas cha kufurahia, kwa hiyo watoto wako waga nikijanga na kupaga zawadi kama hivi halafu naondoka, nikitoka kwao naenda pia nyumba nyingine kuwatakia heri ya Christmas, kwani wewe mgeni sana hajakwambia chochote watoto wako kwamba huwa kila baada ya muda huu, kwa Christmas na kujaga na kufanya, uh, vichekesho na nini na wapa zawadi ya Christmas. Una taarifa ya kuja kwangu mimi kutoka kwa watoto wako kweli? Eh, hapo hapo bwana. Uwezi kuingia ndani kwangu bila kutoa taarifa. Hao watoto wangu ndo nini? Kwanza hao hapo wameshalala. Nimewatimua. Waondoke zao kulala sasa hivi mapema yote ndio wakalale kwa sababu kesho shule. Sasa wewe unasema masuala ya Christmas. Christmas imeshaisha. Tangu mchana hakuna Christmas bwana. Imepisha hiyo. Ya nini tena? Wewe kusema una shida gani au unataka unataka msosi bwana bwana bwana bwana? Maana watu watu kama kama nyie njaa hivi, alafu ha, mnapita nyumba za watu mnajifanya Christmas, kumbe mnataka mipunga mipunga. Eh eh, wewe sema bwana, kama unataka mipunga, pilau ulipo chekwa chekwa. Watoto watoto wangu wangu kwanza mambo ya Christmas na hajawahi kuniambia, unanidanganya eh. Sasa sasa cha kufanya nataka uondoke sasa hivi usiku, kama sivyo nakuitia mwezi, usilete masuala yako nyie. Ndio wewe alafu mnajifanya watu wa Christmas nyie Ube, oh, yani, mimi unaniita mimi mwizi, si ndio? Sasa kuanzia leo, umesikia bwana, siji tena hapa kwako na wala watoto wako, akiniita staki tena, kwa sababu ishaona ni ujinga. Yani na mimi ujinga, staki tena yani tena. Alafu umenikosea sana, umenikosea kwelikweli kuniita mimi mwizi yani ha? mimi nitaku fanya kitu kibaya, siku nyingine siji tena, na kuanzia leo unabidi hapa nyumbani kwako siji. uh -huh. na watoto wako kinita staki siji tena, napotea. Alafu kitu kimoja usichokijua sasa, mimi sina shida, nimekuja hapo wewe kwa ajili ya kukusaidia, ila kulipa kodi. Sasa unajifanya mjanja, kama unajifanya mjanja, naondoka na hela zangu. Na kuanzia leo watoto wako asiniambie shida mlizokuwa nazo nyumbani kwenu, sitaki tena urafiki na watoto na wewe pia. Kuanzia leo umeniona, utoniona tena yani, mwanzo na mwisho bas. Ah, basi bwana Father Christmas usiwe na hasira sana, maneno yangu sifatishe bwana, mimi mtu wa utani kweli kweli, wa utani. Watoto wangu waliniambia kama unakuja, lakini nilikuwa sina uhakika, nilitaka nikufanye surprise. Unajua eh? Basi usiondoke bwana, acha mambo ya hasira hasira, hana maana yoyote. Unajua wewe mtu mzima, wewe tulia bwana hapo, ngoja nikulete kinywaji Ukisikia ujinga ndo huu. Mimi yaani napika hapa kote kote. Yaani napika leo tangu asubuhi. Huyu mwanamke tangu aondoke anasema kwenda kwenye vikoba mpaka sasa hivi hajarudi. Huu ndo ujinga kabisa. Nitaonekana mimi mshamba kweli kweli. Yaani mwalabu mie leo napika hapa, mwalabu mie napika maskini. Yaani ile mwalabu mie hata rafiki yangu akija kinona napika hapa sasa. Na mimi mjinga kweli. Yaani hii ni taabu kweli, aibu kweli kweli. Sasa hata niuliza mke wako yuko wapi, nitasemaje mimi? Sasa hivi ndo maana mama yangu anakuwa nakasilika kweli kweli, anasemaga huyu mwanamke achana naye. Mimi na kama mama Nox kumbe kweli aliposema ni kweli kabisa. Wanasema watu wazima ni dawa. Yeye kaondoka tangu asubuhi na niambia anaenda kwenye vikoba mpaka sasa hivi hajarudi. Kweli hii jamani, ni yake kweli? Mimi akija huyu nitamtwanga talaka zote aondoke zake. Mimi siwezi kukaa na mwanamke kama huyu mimi. Mwajuma, mbona unakuja usiku usiku sana bwana, kuna shida gani huko nyumbani wewe? Unajua mke wa mtu ujue, alafu yule mume wako mimi ni rafiki yangu kweli kweli. Yani yule mume wako mwalabu mimi rafiki yangu kweli. Sasa mbona unakuja usiku usiku Bwana Mwajuma, bila taarifa eh, unanipa matatizo ujue, bwana, utoa taarifa unapotaka kuja. Alafu wewe, mke wa mtu, kama nilivyosema, mimi nakwambiaga kabisa hivi vitu tufanye kwa siri, lakini wewe unaonekana kabisa unajitanua, unajiachia kwamba ushajisahau kabisa kama wewe tayari goma la mtu umekwa ndani, unajiachia. Eh, kwa nini sasa unafanya kitu kama hicho cha kijinga? Wewe sitaki ongelea mambo hayo eh. mimi nimekuja hapa kukuona wewe eh. Sasa ukisema sio mambo ya Mwarabu achana naye kwanza, nimemwacha na pika pika huko, nimemwambia naenda kwenye vikoba, kwenye vikoba kwenye ndo hapa au neno amea mjinga kuja kwako kipala. Hebu acha mambo kama hayo bwana, wala usimuongelee mtu kama yule mjinga, mjinga tu hapana. Mimi sikubaliani kabisa na hali hiyo, yani sikubaliani kabisa. Yani unamuita yule mshitaji wangu ni mjinga, mjinga kweli? Ina maana wewe hata kama mie, mimi ukiwa na mimi unapokutana na mtu mwingine pia hata mimi unaweza kaniita mjinga, mjinga basi. Sasa sikia. Sikiliza nikwambie kwa taarifa yako. Mimi sasa hivi nataka wewe uondoke. Usepe zako sitaki kabisa matatizo. Nishakwambia kabisa tufanye sio kwa siri, lakini unaonekana unajiachia sana. Kwa hiyo mimi sitaki kabisa kuwa na wewe tena. Yaani kuanzia leo na Mwalabu nitamwambia kinachoendelea, nitamwomba msamaha. Nitamwambia bwana, ndugu yangu mimi nilikuwa natembea na mke wako.